Changamka, mfano zile asubuhi, anajua ni wajibu wetu. Mfano zile asubuhi, hususani baba anatoa masisha kadri siku na kuamka ufanye mwili wako uchangamuke. Hongera, umekuwa na performance nzuri sana hii si siri ah. Asante sana. <tuhi> <tuhi> Uh, ya kwanza ndio katika udi ambazo watu wametujenga katika magoti wote <tuhi ya> watatu <tuhi> Hizo na pongezi zangu za kwanza kwa mwalimu wetu na tutaendelea kukubali kile kitu ambacho anatupa kila siku. Ndio kitu ambacho silaha yetu ambayo mwalimu anatufundisha mm. Yeah. Ile siku ambayo sasa unaaminiwa, unaambiwa bwana leo utakaa golini, halafu awali ya hapo mwalimu wetu alitutengeneza kwa magolikipa watatu chingine alituaminisha kwamba wote tuna uwezo wa kucheza, kwa hiyo alitupa ule ujasiri kwamba kuwa tayari katika mchezo wote ambao uko mbele yetu. Chingine mimi napenda kumshukuru mwalimu kwa kuweza kuniamini na kunipa motivation ile kwamba unaweza, unaweza fanya fanya. sikuwa na hofu yote kubwa kwa sababu alishanitengeneza hawa jabu hmm. ile siku kiukweli nilimpigia simu mama, ndio mtu wa kwanza nilimpigia, nikamwambia mama panapo majaliwa, siku ya kesho nakwenda kucheza mchezo ambao ni mgumu, of course, kwa sababu mchezo wangu wa kwanza, alafu ni mkubwa. Kwa hiyo ilinitia hamasa ya kutaka mama angu aniombee niweze kucheza vizuri. mm. yeah. Mama alinijibu mwanangu, we ni wa kiume, pambana nami, nitakuombea kadri siku na uzidi kwenda ni kifia kwa mama limendelea tukuni geni kwa sababu niambia usife moyo, kwa sababu mchezo, kwa sababu umepoteza mchezo umepambana, umeonyesha jitihada kubwa, endelea kupambana, uwezijua Mungu leo amekupa kitu gani, kesho atakupa kitu gani. Kwa hiyo endelea kupambana moja na watu wengi. Kwa upande wa wachezaji hmm. wenzako wa walipokeaje, na walikuwa wanazungumza na wewe kitu gani? awali ya yote kwanza wachezaji wenzangu walikuwa na morali kuamini kwamba kwa tunaweza kufanya kitu kikubwa ambacho kipo mbele yetu na akaniaminisha kwamba unaweza kufanya fanya fanya unaweza kufanya ndio maana hata kuna muda nilipata shida ikaonekana kama kuna sababu ndio kufanyika ila walikuja akaniambia push unaweza kufanya unaweza kwa hiyo kuna ile hali ambayo ikaja kuendelea kupambana. mm. Ni kweli. Kwa situation ambayo ilitokea pale, nidisi labda kuendelea kwangu itakuwa ni shida, kwa sababu nilikuwa napata maumivu, ila wenzangu wakaja kasema mimi kuna dakika kadhaa ambazo zimebakia za kipindi cha kwanza, tutaenda kuangalia tena, jaribu kupushi. Kwa hiyo endelea kupambana, kwa sababu tayari umeshaonyesha kuna kitu ambacho kipo, pambania hicho kitu. hmm. na inakuwa ni faraja kiasi gani unapoona kwamba wachezaji wenzako wanakuamini na makocha wanakuamini? Ah, mimi napenda tu kuwashukuru wachezaji wenzangu chenge, kwa sababu bila wao nisingeweza kufanya kitu ambacho kipo siku ile sabu aliendelea kwenye matetmwangu a, kila nikimwangalia, kila nikimtazamaa sura ilia kusema pambana, pambana iko <tipa> <tipa> uh, mimi cha kwanza naweza kusema kwa upande wangu mesol chochote ila mwalimu wangu napenda kumpongeza kadi ya siku ambayo itakayotolewa leo, kwa sababu ni sehemu ambayo anatuhimiza sana magolikipa wake, anahitaji tuwe na mchezo bora na tuweze kufanya vizuri. Kwa upande wangu najisikia furaha, kwa sababu yeye ndo ambaye amenihimiza kwamba fanya, fanya sijui siku yako ambayo itakuja kwa furaha zaidi. Kadri siku zinavyozidi kwenda, anaendelea kufanya sana mazoezi kwa jitihada kubwa sana. Kwa sababu yake anaendelea kukupush mechi ambazo zinavyokuja, na tafsiri ni mechi yangu ya kwanza. Sio kwamba na tafsiri eti Simba nicheza mechi ya kwanza, kwa hiyo nyingine ni mechi nyingine tofauti hapa. Kwa hiyo kadri siku zinavyozidi kwenda, mwalimu anavyonipa nafasi na niambia, hii ndio mechi yako ya kwanza, fanya kama, ndio tunataka tukusajili. Kwa hiyo pambania kile kitu ambacho ndio unacho wao maana kina motivate kufanya hmm. kwa juhudi kubwa sana. Cha kwanza, mwalimu wetu napenda kumsifia, ni mwalimu ambaye anapenda watu wake wote kwanza, na anatengeneza watu wake wote kupambana kwa kila muda na nafasi hiyo. Kwa hiyo kadri siku zinavyozidi kwetu anadipenda kutuhimiza kwamba wewe kesho utacheza. Kwa ile wewe kesho utacheza, inabidi ufanye kwa nguvu, ili imradi muonyeshe kwamba mimi kesho naweza kucheza mbacho icho nachokipenda kwa kocha wetu. alafu istoshe, anapenda kuongea na sisi nje ya uwanja, hutushauri mambo mengine ambayo ni nje ya uwanja. Anatuambia kwamba ili iweze kufanikiwa unahitaji kufanya kufani vitu fulani, mwalimu mm, e, ambaye yuko kama mzazi kwetu, ambaye anatushikilia katika idara zote katika idara ya mpira na idara ya nje. Wazazi wengi lakini wanakosa mwalimu. Unajipangaje kwenye a kwa sababu sasa hivi upo katika orodha pia ya wazawa? Ah, cha kwanza napenda kwanza kusema na Mungu apatis, kwa sababu hata kama unaweza kusema wewe ukanyikia malengo ya Mungu akasema marilevantiyapo inabidi kubanana nayo. kingine

Anapenda yani, anashauti muda ambao seme ni hatari na anaanzisha mashambulizi kwa haraka sana kwa maana muda mwingi napenda kukaa kumwangalia, ila kwa hapa Tanzania mfano mzuri tunaye. Yala ni kipa ambaye anaongea vizuri na panga msimamo wake mzuri na ni mtu ambaye anajua kusoma hatari kwa haraka kabla ile hatari ya inafika na, oiomii na, unatamani sana kuendelea. Nikiweza kufanikiwa kwa asilimia mia, uenda ikanafanikiwa kwa asilimia chache, lakini nahitaji nipate kwa asilimia mia kwamba natakiwa kufahamu hatari kabla ile kila hujafika kwenye ile hatari uh. Yeah. Uh. Ni sauti ya kipa iheshimiwe, maana hata nikiwa nimesogea, nasema kipa inabidi na niheshimu, mpishe sa, usipopisha utakalo kupata ni mwenyewe. Ndio nasema sauti ya kipa iheshimiwe, ndio eh, ya, yani ndo iko hivo, sauti ya kipa iheshimiwe, nitakaposema lazima unipishe, lakini usiponipisha utajua litakalo kutokea. Kwa hiyo sauti yangu lazima iheshimiwe ja. Uh, nasema kwa kwamba ah, uh, mm -hmm, nitaendelea kumwonyesha mwalimu wangu akuniamini wa mm, hadi anavyozidi kuniamini mm, nitaendelea kumwonyesha, na napenda sana aendelee kunimotiveti na kunipa hamasa na kuniaminisha kwamba kila mechi ambayo itakakuwa mbele yangu ambayo nitapata nafasi hiyo ni mechi yangu ya kwanza, kwa hiyo nionyeshe kile kitu ambacho kwa juhudi kubwa yeah. Mpaka, kwa mbifikir, kumbia, ya Na aa, tukio la mpira ambalo nitaendelea kuishi nalo. Nilishawahi katika maisha yangu kupata nafasi ya kwenda Mbeya, hmm. kufanya majaribio katika timu ya Tanzania Prison. Baada ya kufika pale, nilicheza kwanza mechi za mtaani. Baada ya pale, Tanzania Prison wakanipa nafasi ya kwenda kufanya majaribio. Kufika tu pale Usiku wake nikapigiwa simu na mama mzazi, anakabidhi niache ni munu nyumbani kwa mama, nakosa nafasi kwa staili hiyo, ila niamini Mungu yuko kama, na ile nakangu atakaendelea ka pamana na mii. JKT ni timu bora katika maisha yangu, ambayo imenilea kutoka mdogo. Ile JKT imenilea kutoka mdogo, ni na malezi ambayo hata leo kesho itatokea sehemu, itabidi kwanza waongelea viongozi wangu vizuri, sababu ni timu ambayo imenilea vizuri sana toka mdogo, nimekuwa hapa nasogea mpaka hatua hii nilofikia na kuniamini. Wanaanza kusema yeah. yeah. <laughs> kwamba kuondoka JKT Tanzania itakuwa ni ngumu sana kwako, hilo viongozi <nisawa laughs> wangu <laughs> <Yeah. laughs> hiyo ni swala la viongozi wangu kwa sababu viongozi wangu ndio wanaofahamu kila kitu mpaka kuendelea kufikia hapa. Anajua kwamba mwanetu amekuwa anataka kwenda sehemu fulani. Ah, mimi kwa upande wangu viongozi losala ndio itakuwa juu yao sana, kwa sababu wao ndio kila kitu. Asante, yeah, sana, aa, ya, asante, sana.